Magavana wa kerwa na matamshi ya Mutai Kahiga kuhusu kifo cha Raila Odinga kwa dharura watu, wa karibu kwenye taarifa zetu za, na kwamba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Baraza la Magavana limeitisha kikao cha dharura mnamo Jumatano Oktoba 22 fuatia matamshi ya gavana wa Nyeri Mutai Kahiga baada ya kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Kifo cha Raila ambacho kilikuja bila kutarajiwa kilitumbukiza nchi katika maombolezo makubwa, huku Wakenya na viongozi wa kimataifa wakitoa heshima kwa mwanasiasa na eh, mwana, mwana mcheshi huyo. Maoni hayo yalitolewa wakati wa maombolezo ya kitaifa, na siku chache tu baada ya kuzikwa kwa Raila, yalizua shutuma nyingi eh, kutoka kwa viongozi na wananchi kwa pamoja. Uh, Mutahi Kahiga alizungumza wakati wa mazishi huko Kieni mnamo Jumanne Oktoba ishirini na moja. Kahiga alitoa maoni ambayo yalionekana kusherehekea kifo cha kiongozi huyo wa zamani wa upinzani. Alidokeza kuwa kifo cha Raila kilikuwa uingiliaji kati wa Kimungu kwani kuwepo kwake kulitatiza mipango ya, ya maendeleo katika baadhi ya mikoa ikiwemo kaunti ya Nyeri. Kwa nini Uh, kamati ama ile ya magavana ilikasirishwa na matamshi ya Kahiga katika taarifa yenye maneno makali, mwenyekiti wa COG Ahmed Abdullahi ambaye ni naibu wa Kahiga alionyesha kusikitishwa sana na matamshi ya gavana, kuyataja kuwa ya kizembe, kutojali, kuhuzunisha na bahati mbaya. Baraza la magavana linataka kujitenga kwa jumla na hisia za gavana Kaiga na kubainisha kwamba hayo ni matamshi ya kibinafsi ambayo hayaakisi au kuwakilisha maoni ya baraza hasa wakati huu wa maombolezo makubwa, Abdulai alisema. Katika taarifa yake alielezea zaidi kuwa ni unyama na isiyokubalika kusherehekea kifo cha Raila kwa kuzingatia mawazo ya kisiasa na kuongeza kuwa urithi wa marehemu umekita mizizi katika historia ya Kenya. Abdulai aliendelea kusema kwamba Raila alikuwa ta, alikuwa na atasalia kuwa mwanasiasa milele ambaye michango yake imepachikwa katika kumbukumbu za historia ya Kenya. Hakuwa tu mbunifu na baba wa ugatuzi, bali pia ni mlinzi wake mkuu na mfuasi shupavu. Abdullahi aliongeza kuwa ameitisha kikao cha dharura cha ziada cha baraza ili kujadili swala hilo. Kutokana na hayo hapo juu nimeitisha kikao cha dharura cha baraza kitakachofanyika kesho asubuhi ili kujadili matamshi haya ya kusikitisha, na taarifa zaidi e, itafuata, aliongeza. Ndizo taarifa za hivi sasa. Naweza tumaniaka hapo kwenye comment section.